E, wasaidizi wake mnafanya hizo kazi na huko mwaziri, msikae tu hapa, mnangoja nani atakuwa rais baada ya elfu mbili na thelathini nani? Hata sisi huku nyumba mimi nilikuwa naongea na Maganga. Maganga yuko hapa. Maganga atakuwa e, e, lazima tujue, msikae huko tu, kila huyu anataka nchi, anataka hata sisi huku nyumba. Mimi nilikuwa naongea na ndugu yangu Jafari hapa. Eh, yuko mwingine hapa anataka waziri mkuu. Tunasema sasa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 E, labda point 5 alafu, yule ambaye yuko bodaboda ana 4, alafu huyu jambazi anamtuma bodaboda yule, nenda kapeleke misumari pale, peleka hapa, alafu huyu naye mjanja anajua mshahara wake. Kwa hiyo lazima tujue hizi sheria za TAKUKURU kama ziko kidogo zimelegea, waatusababishe watu kila sehemu wanajengajenga majumba nini, hakuna watu wanaona, na tusizungumze sisi hapa